Hizi ni baadhi ya dhihaka wanazofanyiwa baadhi ya wabunge wa Tanzania hapa nchini Kenya kufuatia hatua waliochukua kulaani vikali matendo ya wanaharakati wa Kenya kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania. Kufuatia hali hiyo, mbunge wa Kenya huyu ametoa kauli ambayo ni tainu huu, kama ilivyoandikwa: Mheshimiwa Spika, Tanzania ni nchi maskini kiasi cha kupewa heshima kujadiliwa kwenye baraza letu la Senate au bunge la kitaifa. Ina rasilimali nyingi, lakini ina viongozi wasioweza kutumia rasilimali hizo kusaidia wananchi, hivyo hatupaswi kupoteza muda kujibu ukosefu wa adabu wa wabunge wao, wabunge ambao sifa yao ni kujua kusoma na kuandika. Unategemea watasema nini zaidi ya kutukana? Wabunge wengi wa Tanzania hawaelewi chochote kuhusu mkataba treaty wala itifaki protokoli ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni wabunge ambao badala ya kuisimamia serikali wanajipendekeza kwa serikali, taarifa ya CAG ikionyesha ufisadi serikalini badala ya kuhoji wanaitetea serikali na kumuita CJ bungeni ajieleze. Hivi, unadhani wanajielewa kweli hao? Mimi nadhani kwa sababu wananchi wa Tanzania na Kenya hawana ugomvi na wanaelewana, hilo linatosha. Hii jumuiya ni ya wananchi, sio ya viongozi. Lakini wabunge wasiojielewa, hatuna muda wa kubishana nao. Kubishana na watu ambao sifa yao ni kusoma na kuandika ni kujikosea heshima. Labda mabaraza yetu ya kaunti ndiyo yanaweza kuwajibu, siyo sisi. Edi Gisheru Okech, seneta wa Migori. Mwisho. Haya sio maneno yetu, ni maneno ya mbunge huyu kutoka Kenya. Je, una maoni yoyote kuhusu sakata hili? Andika komenti yako hapo chini.